Wengi wanakuaga waongo au kukwambia nipo sehemu fulani, ukienda mkuti tofauti na um, kutafuta taksi wakati wa kuondoka, ila nitalifata jioni nyumbani. Nyumbani make sure mama mama anafika salama salama, baki kama kama sisi wote, yeye ni mtu mzima, anatakiwa amue, she is in or out. Tunaweza tukatoka kidogo, mwenyewe ningependelea nitoke, kwa sababu hiyo siko sawa kabisa.

Gari imepata hitilafu kidogo imeenda gereji, yaani mimi nauma una habari hmm? Hata ningekufa usingepata taarifa, watu wangezika, wangemaliza wangeanua tanga hata taarifa huna, ndugu yako kupiga simu kapiga mpaka kapiga tena ili akutaarifu mimi na mume, lakini hujapatikana. Samani mamangu, kuna mambo kidogo leo amenichanganya, nikaamua kuzima simu na kutafuta sehemu nipate utulivu. aatumwasikiliza walalamikaji Bwana Shemson unabola, na Bisara. Sasa naona bora tumsikize na hao watu watuhumiwa. Sawa. Ni sawa kabisa ah, mjumbe. Mimi naona tuanze na Bisakina kule. Sawa. Mimi naomba nimuulize, Shemson, ye, nimuulize huyo Shemson ni mba, ye, yana, yu, okay. Kasemaje, ye. Jibu swali. Yeye ni nani yangu kwa. Jibu. Ukweli ni kwamba yeye anajua mimi. Nasemaje, yee. Jibu swali maana swali. Ah, kiufupi kiufupi, kiufupi mjumbe. Ndio. Huyo ni mwanamke tena muda mrefu sana. Mimi mwanamke wako wewe? umeni umenichumbia wewe, au kuna ndugu yangu gani yote kwenye familia yangu anayekufahamu wewe kama mchumba au mtu yoyote? Mimi wewe sikufahamu, na sio mwanaume wangu. Wewe, Sakina. Wewe tena umuogope Mungu wako. Mimi gharama zote nilizokugharamia wewe. Nimejinyima ili wewe unenepe. Nimekugharamia kwa kila namna. Leo unaongelea upuuzi. Yaani umesahau yote niliokufanyia. Yote niliokufanyia umeyasahau. Nilivyokuwa na kugharamikia mimi wewe kama mtoto mdogo, kila siku lishe. Yaani wewe mimi nimejinyima ili wewe unenepe. Wewe nilikuwa. Nimefanya kila kitu kwa ajili yako. Nimekuwa leo naanza kirahisi kabisa. Yaani mimi nimejinyima ili wewe unenepe.

Mwenyekiti, ungemtoa na yule kama unajua mwenyekiti. Sawa. Kwanza usalama. Tuendelee. Sawa. Na matatizo kidogo mama Adan, na matatizo nayo, amenakula fisi kwangu, amevunja makufuli ameweka kufuli zingine. <sighs> Lakini ilo kwa sasa hivi sio tatizo kwa sababu meshaenda kuripoti polisi na ameitwa kesho, lakini amejifanya kwamba amesafiri atarudi baada ya siku tatu. Ila najua yasui ataisha. Ila ile la gari pia nitalitatua tu, mamangu, nitanua lingine. Nitafanya zangu kazi siku mbili tatu, nitanua gari lingine. <laughs> Nilikwambia Nilisema nikisema moja, nisiendelee kuongea, nikaonekana mbaya. Na kila siku, sio kwamba kumwambia mara moja, ni kila siku tunaongeana swala hilo hilo, kila siku swala hilo hilo, hata kutuelewa utuelewe. Hata kuambiwa na nani? Si ndo ndugu zako, kiwanda cha malalamiko, yaani humu ndani Haya ndio wananifanyaga mimi nisipende kushia matatizo yangu na ninyi. Siku zote mimi ndio maana nakaga kimya. Ni bora nipambane mimi mwenyewe. Yaani nikiingia humu ndani nilawama kwa lawama. Nilawama kwa lawama. Hamwezi kunishauri. Kila ninachokifanya miko ni kibaya. Kwa nini? Maana siku zote ninyi ni wawili, mimi niko peke yangu. Eh, jamani, babangu hebu afufuke huko alipo. Baba yake angeelewa.

Sasa si umalize tu haya maji, mama, tune ndani basi

mimi. Kwa hiyo nataka mimi niongopee watu ili wewe. Ha, kosea sana mume wangu jamani. Aaakoli Sakina si binti yako ndae. Na wewe Sakina si mamako, ndio metoka tu kijiji kimoja huko, ndio maana alikuwa ananisaidia hapa. patila sina natamwambiaje mwenyekiti? Mimi nataka nikuambie kitu kimoja Salanyika, imke wa na Sakina ni mwanamke wa wote wawili, amtaishinao katika nyumba hii. Sala, kama ukubali, safadhali usije kaniletea matatizo, beba korokoro zako uondoke taratibu, bila bila matatizo yoyote.

ao umekosea, umekosea sana. Usisahau kufunga mlango. Umekosea sana, wazee walikuja na majibu yao. Habari za asubuhi. Asubuhi. Samahani nimekuvamia asubuhi sana. Ah, usijali. Mimi hapa si nyumbani. Ah, najua. Karibu kai. Haya, vipi huyu mtu ameshafika hapa? hapa. hapa. Nani? Si Doris. Alisema atakuja hapa. Ah. Jana tulikubaliana tukutane hapa. eh, lakini usi shemeji yangu. Yaani ninyi mtapanga bila kunishirikisha. Usingenipigia hata simu. No, nikajua tayari ameshakupigia. Usingenikuta. Ah, ndio tena mna bahati, wiki yote kazi zangu zote nafanyia nyumbani. Umenikuta. Karibu sasa, utasimama wakati mwingine

Nimeitikia oh, ni wito. Vizuri bwana Daniel, Daniel eh? ah, yes, of course. Daniel, ah. Yeah. Dada amekuja hapa kulalamika kwamba umefunga duka lake, ilitakiwa tukutie nguvuni, lakini tukaona kwanza tusikilize upande wako. Una lolote la kusema? <coughs> okay. Mimi sidhani kama kufunga duka langu mwenyewe binafsi ni makosa. Kuna sheria ya namna hiyo? Hili duka ni la kwangu, nimelifunga mimi. oh. Ningekuwa duka lako usingeitwa hapa. Umefunga mali yangu bila ridhaa yangu mimi mwenyewe. mm. na that's why you are here. Umetikia wito wa polisi, sawa. Labda una nyaraka zozote za kuonyesha kwamba hili duka ni la kwako? Labda nikwambie kitu kimoja, si duka kuanza, hii frame mpaka bidhaa zilizomo humu ndani, risiti zote zipo katika jina langu. Soso, unaniambiaje mimi nimefunga duka la mtu hauka? Dada, unasemaje? Kwa hiyo, kumbe ulikuwa ukifanya vitu, unaweka kwenye majina yako, si ndio? Ando mapenzi unayoonyesha Daniel, yani unitumie tu bure, si ndio? okay. Kwa hiyo ulikuwa unanunua mali na kulipa renti kwa jina lako ili siku ya siku nifanyie uhuni, si ndio? Yaani unitumia unavyoweza unipande kama kunde na mzigo wake wewe, usinichezee Daniel. Mimi sio mwanamke wa kuchezewa, Daniel, siogopi serikali yako, siogopi no. Serikali yako Daniel. Yakowezi kunichezea wewe. Tunatakiwa tutumie polite language.

Kweli, kweli mjomba, lakini mwenzako nimechukua mtoto mmoja mbichi, lakini sherehe kabisa, ile kubwa kabisa. Sasa mjomba, makazi mapya, lazima naye utafuta mtu mpya uweka ndani, wale wa zamani hata anakaba tuambuye kwa mchamba na sasa, nimeona tazifike nyumbani nipite hapa kwako. Una jambo moja sensitive sana muhimu, kuna dili kwanza au hapana? Nimefopa una kile cha sindio, ile ile au kuna nyingine Leta tabu Bakoli, wewe unhudhuria udhulimaakamani? Ndio habari ziko ofisini au ufike sasa hivi? Mimi mahakamani ninafanya nini? Umefahamu, kuna vitu vinaendelea pale nyumbani ambavyo mimi sivielewi. Nimesikia nyumba imeuzwa na alieuza nyumba ni wewe, bila shaka tena. Hapo hapo unasikia kuna wakenya wamekuja wamezungumza tu na Bakoli Bombo, sio imefikia wapi? Wapi hadi sasa hivi sijielewa ni kitu gani kinachoendelea nyumbani. Hebu naomba uniambie ukweli. Kipi kinaendelea? Kuna system imetengenezwa mchongo. Baba yako mdogo Bakari na Wakenya. Yeye kawaleta Wakenya pale. Alivyoleta Kenya mwa kanisumbua sana promotion nini kwa nitoa na mabao sasa ndio akanatoa nje. Baada ya hapo yeye akawadhulumu wale wa Kenya pia. Yaani yeye kawaletea ujanja wa Kenya, kawazunguka wa Kenya, kawafukuza wa Kenya, kabaki kwenye nyumba. Ninavyokwambia akapiga simu wa miaji wa Kenya watu wamekamatwa masaa ishirini na nne wamepewa kwao. Kwao kitendo cha kusukumwa mtu kutolewa nje nini na nini ukasusa nyumba ukaiacha na wewe. Si ndio? Akati baba anajua kabisa akawacha kidume nyumbani. Hapa eti kumbuka babangu alikutoa. Kumbuka fadhila za babangu. Lakini leo kilais rai tunakuambia, eti nikuja nikasukumwa, nikaachia nyumba, si tu akawadhulumu wa Kenya, simple. Kwa wewe nadhani wewe ulijua sekeseke lililokuwa pale, mimi nimetekwa mara mbili. Mara mbili nimetekwa. Ujanja wangu ndio umefanya mimi nijiokoe mwenyewe, nimepochoka mara mbili. Mara kwanza umenitekea nyumbani pale, nikawakimbia. Mara ya pili kwenye mataa, mtu kashuka, ananua kitu, mimi nikakim... nyekundu, livuaka mi nikakimbia hapo hapo. Umetekwa mara mbili, si ndio? Mara kwanza umetekwa nyumbani, mara ya pili kwenye mataa. Mtu ananunua kitu kwenye mataa? Siku hizi kwenye mataa kuna maduka? Mbona maelezo yako hayaeleweki, rafiki yangu bwana? Usichoelewa kipya bro, yule mtoto, mi naweza kakaa nisumbue, mi ananishtaki yule, mi nende nikasimame naye mahakamani. Yule ananisumbua na awezi kupata chochote, na bora tena. Mi nakwambia kitu kimoja, bora ukikutana naye mwambie kabisa, aja niombe msamaha, aombe suluhu mwenyewe. Mi nitakaa ntangalie, nimpe kachumba kamoja au nimjenge kabanda nje hapo, akayaishi bila hivyo hii nyumba ataiona kwenye paa tu, hawezi kupata kitu hapa. Mimi naishi kwenye sheria <laughs> kwenye... na ndio kwenye... kazi yangu yangumoja kwanza, na sheria bila utaratibu uju, mjomba ni fujo hey! Lakini at least ungekuwa nafika ungekuanafika hata moja ukasikiliza tu mahakama nini naongea, lakini utakapokuwa hudhurii, ndio jambo moja pale liha likatokea ikatoka hukumu ya upande mmoja. ah. Yomba, mimi nakwambia ukweli, siwezi kusumbuka kwa ajili ya yule mtoto na kwa ajili ya hii kesi. Hii nyumba unajua moja jinsi ilivyoangakia, hii nyumba unajua jinsi ilivyoipata na kila kitu, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akaja kunisumbua. Ndio maana nakwambia yule mtoto anajisumbua. Wewe toka lini mtoto mdogo akalala na hela, bwana? Ngoma mtoto akeshi. Yule yule mimi niwashe mziki wangu ule anasimama. Niwashe mimi kweli mziki wangu, nimeamua bako leo nafanya kazi. Anasimama yule. Ah, lakini huyo ni mtu wangu na jambo mimi nikilisikia, ndio nikufikishie. Kwa ushauri pamoja na wote tulinieleza, lakini ungeweza kufanya nga? Wala hata siku moja kaudhuria ukajue kitu gani kinachoendelea. Mimi ndio baba na ushauri wako nikusikia, waswali wanakwambia, wasikiliza yote, maamuzi fanya mwenyewe. Sasa mi maamuzi yangu ni haya. mimi sinyajue mkuu wangu kwenda mahakamani, sawa mimi hmm. Ah, ni kwa ni. Mm. Ah, <laughs> La nini nimekuletea? Mimi si mje kwa msati, hapo hapo. Si mje hapo. Kwa nini mimi nikapumzika sasa hivi nataka nimsumbue nini? Ni si ndugu yako? Ah ah. Ndugu wa tujafikia huko ndugu yangu. Labda nikueshe picha. Sasa hivi uko ndani katulia. Atafuta mambo yao tu ya series series na nini anaangalia. Mimi najua mtu wa mataarifa taarifa, na ni lazima nipitie na angalia. Sasa leo tumepishana hapa kaeka na chumbani. Kimtoa tu hapo sasa hivi unamvuruga.

Kuna trafiki light gani ambayo ina maduka siku hizi, mpaka mtu aweze kushuka akanunue kitu, we upate nafasi we ya kupolonyoka? Mimi najua maswaibu yananikuta, wewe yajui lakini ungejua usingenilaumu kwa lolote. Mimi narudi kwako. Wewe unakumbuka mara mwisho ulipokuja nyumbani na kuondoka? Hebu turudi nyuma kidogo, Peti. Hebu kumbuka, baba yangu alikuacha pale akiamini wewe ndio mlinzi wa mali zake zote, sawa sawa?